Jeshi la Israeli limeongeza mashambulizi yake kote ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia Ijumaa na kuua zaidi ya watu mia moja, huku rais wa Marekani , Donald Trump, akipendekeza kuanzishwa kwa eneo huru katika eneo hilo linalokumbwa na vita. Reuters imeripoti kuwa, mamlaka ya ulinzi wa raia Gaza, vifo vingi vimeripotiwa katika eneo la Jabalia, lililoko kaskazini mwa Gaza na Khan Yunis, kusini mwa eneo hilo. Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, ameapa kuangamiza Hamas kupitia mikakati ya kudhibiti zaidi ya maeneo ya Gaza huku akiwalazimisha raia wote kuhama na kuelekea kusini mwa ukanda huo. Nukuu, hatutaingia na kutoka tu. Tutaita majeshi ya akiba kushika maeneo, hatutafanya mashambulizi ya haraka kisha tuondoke. Alisema Netanyahu mapema mwezi huu. Mashambulizi haya ya Israeli yamekuja wakati tofauti kati ya Marekani na Israel zikionekana kuongezeka. Alisema wiki iliyopita kuwa anataka kumaliza vita vya kikatili Gaza, badala yake amefanya ya makubaliano ya pande mbili na makundi ya kijeshi eneo hilo bila kumshirikisha Israeli. Alhamis akiwa Qatar, Trump amependekeza Marekani aichukue Gaza na kuifanya kuwa eneo huru. Nukuu, nina mawazo kuhusu Gaza ambayo ni mazuri sana, iwe eneo huru, Marekani ihusike na tuifanye Gaza iwe huru, amesema. Wizara ya Afya ya Kipalestina imetangaza kuwa watu waliouawa wa Gaza tangu mwanzo wa mashambulizi ya Israel mwezi wa Oktoba mwaka 2023 sasa wamefikia elfu hamsini na tatu na kumi. Mahmud Basal, msemaji wa ulinzi wa raia, amesema, tunathibitisha vifo vya zaidi ya mashahidi 100 leo kutoka Khan Yunis na hadi kaskazini mwa Gaza katika Jabaliya, familia ya watu sita wakiwemo watoto wanne wameuawa. Baba yao alikuwa muuguzi katika hospitali ya Kamal Adwani. Mashambulizi pia yamelenga kliniki iliyokuwa imejaa watu na kuwa watu kumi na tatu. Hospitali ya Al Awad imepokea majeruhi wengi kutoka eneo hilo. Katika tukio lingine Khan Yunis, watu kumi na moja familia moja wameuawa kwa shambulio la anga. Kijana aliyenusulika Ahmad al Safi amesema Nilikuwa nimelala, nilihisi kama nyumba imeporomoka juu yetu, nilidhani tumekufa. Mwisho wa nukuu. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yamelezea wasiwasi mkubwa juu ya hali ya kibinadamu huko Gaza. Ofisi ya Umoja wa Mataifa UN ya kuratibu misaada ya kibinadamu imesema nukuu, vikwazo, maagizo ya kuhama na mashambulizi yanayoendelea, ikiwa pamoja na kwenye mahema, hospitali na shule, vinaendelea kusababisha vifo vingi, uhamishaji mkubwa na mateso Ripoti ya UN wiki hii imeonya kuwa kutokana na kutoweza kuafikia watu walioko na uhitaji mkubwa, kuongezeka kwa mashambulizi na wimbi la uhamiaji hatari Gaza, ya njaa Gaza si tu yawezekana bali inaongezeka kila siku. Serikali ya Israel haijatetereka licha ya ukosoaji mkubwa wa kimataifa kuhusu kuizuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Netanyahu amesema mapema wiki hii, tunabomoa nyumba zaidi na zaidi hawatakuwa na pa kurudi, hatimaye watu wa Gaza watataka kuondoka kabisa, mwisho wa nukuu. Hili ni lengo ambalo Trump liliunga mkono mara baada ya kuingia madarakani. Mazungumzo ya kusitisha vita na yanayolenga kuwaachiria mateka yamekwama. Waziri mkuu wa Katar amesema Jumatano kuwa hatarajii maendeleo yoyote hivi karibuni kwenye mazungumzo ambayo Katal inasimamia, mwisho wa nukuu. Israel walituma ujumbe kwa mazungumzo lakini pia walifanya mashambulizi yao kesho yake, huo ni ujumbe mbaya, amesema Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Altani. Mamlaka ya Israel imesema kuwa hakuna maendeleo katika mazungumzo hayo ya Doha ambayo bado yanaendelea. Israel inataka kuendelea na awamu ya kwanza ya makubaliano na pamoja na kubadilishana mateka kwa wafungwa wa Kipalestina na kuruhusu misaada kuingia Gaza, lakini pia kujitolea kusitisha vita kabisa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali kuhusiana na mzozo huu unaoendelea kati ya Israel na Gaza.